Spika wa Bunge la Seneti Amason Kingi ni miongoni mwa viongozi ambao wamefika katika makazi ya Gavana wa Kaunti ya Kilifi Gideon Maitha Mung'aro eneo la Dabaso kutoa risala zao za rambirambi kufuatia kifo cha babake. Leo tumekuwa na kikao cha ukoo, kama mnavyojua, mzee Gideon Baya anatoka ukoo wa Mwamkweha na tumekuwa na kikao cha ukoo wa Mwamkweha kama desturi uh, inavyohitaji uh, tufanye. Akizungumza na waandishi wa habari Kingi, amemtaja Gideon Baya ambaye ni babake gavana wa kaunti ya Kilifi kama mtu ambaye aliishi na watu vizuri na pia kuheshimu kila mmoja bila ya kumbagua yeyote. Kwa upande wake, gavana Mung'aro amesema babaye ambaye alifariki siku ya Jumapili katika hospitali ya Rufaa mjini Kilifi alikuwa anaugua homa ya mapafu. Yes, mzee aliugua uh, kwa muda, kwa miaka mingi actually, amekuwa akiugua ugonjwa wa, wa moyo, sukari, na hii miaka mitatu minne iliyoisha akaongeza na figo, akawa anaenda kwa dialysis. Of course ukiwa na sukari eh, figo lazima baadaye itabidi zisafishwe kwa sababu zina kuwa weak alikuwa na shughuli zake tu, sipokuwa miezi kama miwili mi, hivi iliyopita mitatu, alianza kulemewa kidogo na akalazwa hospitali mara mbili, na aliporudi akawa in mobile, nafuri mmeona, mpaka mwaka huu mwezi wa tatu, nafkiri bado alikuwa anatembea mwenyewe tu ne, lakini mwezi hasa uliopita alikuwa kidogo very weak na akaanza ku nashughulikiwa na madaktari juzi. Jumatano ndio waligundua madaktari kwamba alikuwa ana na, na, pneumonia na pafu zake pande moja kidogo zilikuwa zimeumia na pneumonia, na hiyo ndio mfanya akawa na breathing problem. Alipopelekwa Kilifi akasaidiwa kidogo, but mzee ameongea mpaka nafikiri Alhamisi Ijumaa ha amekuwa akiongea nilipokuwa naenda safari ndio nikatiza safari, nirudi niliongea na yeye muda mrefu sana, amekuwa akiongea akicommunicate na watu. Hata nikiwa safari alikuwa ananiambia ndugu zangu anataka kuniona, ndio maana nikavunja safari nikarudi. Bahati mbaya nilipofika eh, akawa tayari maneno sasa amekatika, because I arrived on Saturday saa nane. Uh, na, na fikiri alikuwa ananingoja tu, because I arrived Saturday saa nane, nikakwenda na hospitali mchana usiku jana asubuhi akatuacha Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya rufaa mjini Kilifi ukisubiri kuzikwa siku ya Jumatano wiki ijayo, tarehe ishirini na tano mwaka huu, nyumbani kwake Dabaso Watamu tamu kaunti ya Kilifi. Tukazungumza na tukafikiana kwamba tutamstiri mzee siku ya Jumatano tarehe 25 mwezi wa 6, ambayo itakuwa wiki ijayo. Uh, hiyo ndio siku ambayo tutakuwa na mazishi hapa hapa katika kwa boma lake. Kwa hivyo wale marafiki zetu, um, majirani zetu ambao wangependa kuwa nasi basi wajumuike nasi tarehe 25, uh, mwezi wa 6 mwaka huu, hiyo ndio tarehe ambayo uko imefikia kwamba tutamzika mzee wetu. Ni saa chache tu baada ya Gavana wa Kaunti ya Kilifi Gideon Maitha Mung'aro kuhutubia tu wanahabari na pia wakaazi na baadhi ya viongozi ambao tayari wamejitokeza kuomboleza kifo cha babake gavana Gideon Maitha Mung'aro, ambaye kwa sasa anaomboleza kifo cha babake na viongozi mbalimbali wa kisiasa wakiwemo wawakilishi wadi wamejitokeza kwa wingi ili kuendelea kukaa naye wakati huu mgumu. Na kama Coco FM tunaomba Mungu awape faraja na nguvu wakati huu mgumu, na Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Nikiripotia Coco FM mimi ni Elizabeth Mwendee.